Uharibifu wa mali na uhalifu ulioshuhudiwa katika maandamano ya hivi majuzi umeendelea kuibua hisia mseto miongoni mwa viongozi na Wakenya kwa ujumla, viongozi wa ndani wa Rais William Ruto wakiendelea kukashifu yaliyoshuhudiwa katika maandamano hayo. Stop camouflaging anarchy wakiongozwa na msaidizi wa Rais Ruto Faruk Kibet wamekashifu viongozi wanaosema wanaendeleza siasa za ukabila na chuki badala ya kuzingatia mambo yenye manufaa kwa wananchi. Yule aliyekuwa deputy president hajawahi kuja hapa Matsaka kujenga toilet. Amewahi, mmewahi kumuona hapa? Anaweza kuzungumzia hata Malaba. Huyo ni mtu mkashifu, mtu hana heshima na waduya wanasema riswa mzeme. Kijana tubadilishe mwenendo, tusimamie hii nchi, kwa sababu hata sisi tunataka tukue president ama mtaki. Hatutakuwa president kwa nchi ambayo imechomeka. Wale wanaimba one time, hiyo si ni wimbo yao? Hiyo ndio demokrasia. Na kuna wale wengine wanaimba two time, si siyo? Ni wimbo yao, hiyo ni demokrasia. Lakini tukiimba hapa na wale wengine waimbe hapa, ni sawa, tupendane. Zaidi ya hayo wakikashifu uharibifu wa afisi za serikali na kuwataka wahusika kutumia haki zao za kidemokrasia kwa njia inayofaa, huku wakiwatetea maafisa wa polisi, wakibaini kuwa wanafahamu jinsi ya kutekeleza wajibu wao. Those who incited guns.

And who is not dangerous. Because you don't have any agenda for the people of Kenya. You cannot ban, you cannot ban police stations, you cannot ban cars, you cannot ban government offices for the sake of your selfish interest. Walizungumza haya katika hafla ya kuwezesha wanabodaboda eneo la Malava County ya Kakamega Wakazi wa maeneo hayo wakiraiwa kuchagua mbunge anayeshirikiana na serikali ili kufaidika kimaendeleo. Mujue ukichagua mjumbe, tafuta mjumbe ambaye ako kwa chama ya serikali, kwa sababu hapo ndio kuna kila kitu kwa serikali. Na mtafute mtu ambaye ako na network ya marafiki chungu mzima katika Kenya yetu hii. Hiyo ndiyo itakuja kusaidia nyinyi. Chagua kama candidate wenu wa UDA, yeye ye ndiye tutasupport na tutasupport yeye fully na kila kitu, kwa hali na mali. James Mwangi, Undugu TV.